Kwa majina anaitwa William Edgar na ni mchezaji wa Dodoma Jiji. Kwa tuzo niliyoshinda, ni tuzo ya mchezaji bora wa mwezi mwezi wa kwanza uliopita. Vigezo vilivyosababisha ni, ni, niweze kushinda hiyo tuzo ni kuisaidia timu yangu ya kupata alama zaidi na kuifikisha nafasi nzuri kushinda mchezaji bora wa mwezi kitu pekee ambacho imenipa fursa ya ku... kwanza mimi kama mimi kama mchezaji ni kujiona kuwa naweza kufanya kitu fulani na kuzidi, kuzidi kupambana ili, ili mwezi huu tena niweze kufanyaje kuisaidia timu yangu na mimi mwenyewe kuweza kuchukua, kuchukua mchezaji bora wa mwezi tena. Tofauti ya kucheza e, e timu ya e daraja e letu sisi na timu maarufu, yani timu kubwa timu ya daraja yetu sisi hapa, ni watu ambao ambao hawakabi nafasi. Unaona wana, yani anakufika mwilini, ila ukicheza na timu kubwa ni, wa, yani, ni, ni, ni, ni wachezaji wale, kwanza ni wachezaji wakubwa experience na wana, ya, yani wanakaba nafasi. Unaweza unaweza ukawa na mpira msha siku usimwone mwenzako akumpa kumpa kwa anakaba nafasi, anachukua hivyo, ndio tofauti yake ukicheza ukicheza na kama Simba na Yanga kwanza tu hata kambini kuanzia kambini mpaka uwanjani ni, ni tofauti, na mkiwa mnacheza na mna timu zingine ko hapo. Yani, maandalizi yale maandalizi yanafanya, hata mkiwa uwanjani, hata mashabiki, yani mashabiki na yani tu jina Simba Yanga kwao, hata mchezaji unakuwa nanini na kimuemue cha kufanya cha kufanya vizuri, ili, ili ukifanya vizuri kwenye, zi, kwenye zile mechi, kwanza Tanzania nzima ita, ita, Afrika Mashariki na Afrika nzima itakufanyaje, itakujua na itakufuatilia ndio mimi nitokea eh mimi nitokea niliota, yaani yaani, niliota tunacheza na Simba eh, niliota tunacheza na Simba nikafanya nikaweza kuwafunga, afu mwisho wa siku mwisho wa siku, kumbe kesho yake tukawa tunacheza na Yanga, ndio mwisho wa siku Mungu akasaidia nioke nikapambana uwanjani nikaweza kufunga. Ndio mchezaji anayenivutia ni mchezaji huyo, yupo Tanzania Prison, anaitwa Oscar Mwajanga. Ni mchezaji ambaye nimecheza naye akademi nimecheza naye yaani daraja la kwanza hivyo, ni mchezaji ambaye ni striker ambaye juu uko vizuri chini uko vizuri, kwa ana control ana yani, ana kila kitu cha cha cha striker. Kwa ni mchezaji ambaye ananivutia zaidi kwa uwezo wake Oscar Mwajanga, inatakiwa awe yani Simba na Yanga, hata hata hata zaidi hapo, kwenda kucheza nili huko kaskazini huko, au Ulaya kabisa, ni ana uwezo mkubwa. Hata penyewe leo ameweza kuisaidia timu yake kupata pointi tatu, walikuwa wanacheza na, na na, na, na Mungu mimi naweza kusema kwa mchezaji yote ana ndoto ya kufikia sehemu fulani. Kwa mimi hapa, ndoto yangu kuweza kupata nafasi kucheza nje ya Tanzania. Ilikuwa ni ngumu mimi kama striker nilikuwa na, mwanzoni nilikuwa napata nafasi ila nilikuwa nashindwa kuzitumia, ila walimu wakaendelea kuniamini na kuendelea kunipa hope na kunipa ushauri Usha siku hizo, mechi hizo, mechi nne mfululizo nilizofunga, yale, yale makosa nilikuwa nafanya nyuma, nikaweza kujirekebisha na kuweza kutumia nafasi. Ninamtegemea mwendelezo maana naomba sana hii yani naomba sana iwe mwendelezo mimi, mimi pamoja na familia yangu mi ma, malengo yangu kwenye mpira kuwa kuwa mchezaji mchezaji mkubwa zaidi niweze kuchezea timu ya taifa na niweze kucheza nje. Ndiyo. Mimi ndoto yangu toka udogoni ilikuwa ni mpira, maana hata mimi mzazi wangu babangu alikuwa ananisapoti kwenye ku, kuninulia viatu vya mpira toka utotoni. Mi naweza ku kuwashauri kuwa wasikate tamaa, ee, waamini kwenye kipaji chao. Hata hata familia zao ziendelee kuwasapoti, waamini katika kipaji cha, cha vijana wao ili mwisho wa siku waweze kutimiza malengo yao.